hiyo ndio kaida yako, hiyo ndio kaida yako. Hii samani samani samani nasaidia nini sasa? Lazima uwe active, unajua kabisa kwamba sasa friji alina kitu, unatoa vitu unatoa lazima ni vizuri tu. Kwani mimi nasema unalia nini sasa? unalia nini wakati unajua kabisa mambo yako ni nini. Hebu nenda kwa nifute kwanza machozi yako hayo, futa machozi basi, nenda zako kwa mimi, mambo mengine bwana. Ah, sasa kunaweza kuta mtu anaongea vitu vya maana, unasema ukweli kabisa, anakaa na washa friji, mtu naaka friji toka jana, friji naaka peke yake, alina kitu chochote eh

Maana hizo habari mimi nazisikia tu, hazijanifikia bado. Unajua, huyu mtoto tulivyomlea tofauti, hii tabia sijui kaipata wapi. Familia yetu ilikuwa inapenda wageni, watu wanakaa hapa, watu wana relax tu, lakini sasa hivi kwa huyo bwana mdogo, mhm <coughs> <coughs> kuyo <tukia> <tukia> um. Jamani, naona kama me na kikao, mzee. Shikamo Marhaba. Eh, shikamo mama. Shikamo kaka. Marhaba. Mjambo? Mjambo. Karibu. Asante mzee. Karibu sana. Ah, asante. Sasa nimesikia menita hapa, ni kuona sio sio vibaya nije kuitikia wito. Na wasikiliza wazee Saluku <tukia> Labda pengine mimi nisiwe msemaji sana, hebu sheneni, mwelezee bwana Faruku. Mku akapiga simu, kampigia mjomba wako akimwelezea matatizo yako, una mnyanyasa una msimanga, yaani hana raha na maisha yenu ya ndoa. Ni yeye amepiga simu au kwa sababu mimi niko naye pale alipaswa niambie mimi kila kitu kwa sababu mimi si ndio mume wake. Sasa anapokuja kusema huko si dalili ya unafiki na ugombanishi? Si angenita mwenye angeniambia bwana mume wangu kuna moja mbili tatu, kulikuwa kuna sababu ya mimi nilikuwa sikujua, kama mnanitia haya, ujui. Kwa hiyo haina maana, sio kama haina maana, lakini mimi naona kama vitu vingine ni kusababisha tu mitafaruku ambayo haina sababu. Faruku, mke wako ametupigia simu kwamba kuna matatizo kati ya wewe na yeye. Kwa hiyo sisi kukuita hapa ili kuja kuongea na wewe, tukufanya makosa? Hamjafanya makosa, lakini mimi nilichokuwa ninachokifanya ninachofahamu kwa, ninacho ninacho kwa mke wangu ni kumnyoosha akae vizuri, vile ambavyo we nataka hivi eh? kwa mfano nabe nikuulize swali, kwa mfano mzee, nikuulize swali kwamba mtu anavyoacha friji siku mbili linawaka ambao halina kitu hilo, hiyo ni tatizo, sio tatizo? ni kosa? Ni sahihi mimi kumwelekeza au sio sahihi. Sahihi. Eh, sasa shida nini hapo mama? Kuna vitu tofauti ambavyo, mimi hapa ninachofanya ni kumwelekeza akae sahihi, yeye anakaa anakuja kuona anapiga masimu huko ili aweze kuleta habari ambazo sio zenyewe zingine. Sasa mimi nachotaka kuelewa shida ni nini hapo? Sasa ndio hata change ya mia mbili kwa mkeo, shida yani? Kweli au umeingilia kwenye fiji tu, mama? Usione mtu amekuwa bilionea katika dunia hii, anaanza kuangalia shilingi kumi, anaangalia shilingi hamsini, anaangalia mia mbili, eh? Ndio anapozichanganya hizo pesa zote na anakuja ku, ndio anamkuta anakuwa bilionea eh? Yaani mzee wangu, ngoja nikwambie kitu ambacho mzee, sijui kama nitakuwa nimekukosea, naomba unisamee kwanza. Kwenye hiyo mzee, hapa nyumbani sisi tumekuwa hapa, ilifika wakati mzee, wanakuja wageni hapa, anaweza akakaa miaka miwili, sisi tukawa tunalala sitting room. kila kitu kuanzia kula, kulala, kuvaa, anakaa hapa ye? Mzee kama ungekuwa umejibana kwa muda huo tungekuwa na maisha ya kijinga jinga. Sasa kosa langu mimi ni lipi? Sasa labda mniambie kosa langu kwenye hilo, kwa kazi fulani kama kidogo, lakini kukuita ni muhimu, nakuongea na wewe ni muhimu Hayo mengine sisi tulikuwa tajii yapokuwa ja ni mchumi ni sawa, hayo ni mambo tu ya kawaida, lakini ni maisha na ni maendeleo, lakini kuangalia huyu ni mtoto wa watu. Hapo mimi nafikiri sisi wote ni watoto wa watu mjomba. Au kuna mmoja, hata mmoja katika sisi, mama amekuwa mtoto wa mnyama? Labda uniambiwe mama. Sisu, su, su, su, su, su, sema, tueleweshane tuelewe, mjomba. Nitasema mi mbishi lakini mi sio mbishi, mi ninachopenda kufuata protocol eh, tunafuate protocol, Faruku, wewe unataka yule mwanamke mnavyoishi akikuona awe anastuka tu ukiingia kama kaona mtuma au awe anaona kama uko gerezani vile kamwona nyapara? Ndio maisha naotaka kuishi? Hebu ngoja tukizungumzia hayo ulioyasikia ya friji uliozungumza chenji aliyozungumza ya mama yako, kuna mambo mengi. Wageni wewe nyumbani kwako, kwa akija, hutaki alale hata siku moja, kuanzia ndugu za mke wako mpaka ndugu zako mwenyewe. Kwa ushahidi, Fatuma alishawahi kumpa nauli usiku eti arudi nyumbani. Sio Fatuma tu, hadi mimi hapa amenifuza usiku usiku na hata sio wao. Hata ha, sio yes. Usiku nikaondoka jamani, naomba ukweli <laughs> sio kama niwaambie, kama nakosea. Sasa jamani, we mtu unakaa Buguruni, mi niko Mikocheni kule, unakaa Buguruni uje ulale nyumbani kwangu, unalala ili kusaidie nini eh? We unakaa hapo, uja ulale nyumbani kwangu kweli? Mimi mzee, sitaki kupita kule ambako tulipita mara ya kwanza, ndio maana nyumbani kwangu ukija wewe, kukupa nauli au wewe nisikukupa nauli? Ndio usiku usiku ule. Sasa usiku wewe wewe usiku kwani hapo utapotea hapo? Mimi sikujua kama mnanitia vitu hivyo. Yaani mimi ningekuwa najua mnanitia vitu hivyo hapo bwana. Ah, mimi nisingekuja. Wewe yeah, Faruku, Faruku. Faruku, Faruku. Hebu kaa hapo. Mzee bwana. Hebu kaa kwanza hapo. Na kaa kwa sababu ya heshima tu ya mzee. Ndio hey, inavyotakiwa. Sasa sisi tumekuita alafu unainuka, unaondoka mbele ya baba yako, mbele ya mjomba wako, hivi huoni kwamba ni ukosefu wa adabu? Mimi nimekuelewa, nimekuelewa sana, kwamba wazazi wapo, tulifanya makosa. Naona kama, kama nakuelewa. Wakati huo wewe uko hapa na ndugu zako, mko wadogo, ilifikia hatua mnalala sebleni kupisha wageni. Mimi ilifikia hatua nimeenda kukaa gesti miezi miwili, kupisha wageni. Lakini sasa kwa maelezo yako napata jibu, kweli nilikuwa nimefanya makosa. Sasa wewe hutaki kufanya hayo makosa, basi punguza japo kidogo. Sisi wazazi wako na ndugu zako wote tunapopatwa matatizo tunakutegemea wewe utusaidie, na wewe utasaidiwa. Marafiki zako, majirani zako na ndugu zako wengine wanaokuzunguka ndio watakaokusaidia kwenye matatizo yetu sisi. Sasa kwa hali hiyo uliokuwa no nayo, ukiendelea nayo hiyo, itafikia hatua wewe hutopata msaada kwa mtu yoyote. Kwa hiyo mimi ninachokuomba punguza, Faruku, ili maisha yako yawe kama unavyo. Sawa mzee, mimi nimekuelewa, nitajitahidi kujirekebisha. Nitajitahidi kujirekebisha. Sasa mimi niko nafikiri niwaage basi wazee wangu, kwa sababu hapa nikisema naendelea kukaa hapa kuna mtu ananisubiri, eti mjomba. Nafikiri tutawasiliana muda mwingine basi. Ah, wewe muage mjomba wako. Ah, eh, mjomba. Mimi nataka kufanya shughuli zangu. Basi hamna taabu mjomba. Mimi mjom. Ngoja mjom. Ni niwaache. Karibu oh, kaka. Alafu kaka, nitakupigia.

kukubari ukweli tunahisi wenda ni ujinga, tunapostuka tumeferi na tumeshapoteza hekima. Wengine ufanya mambo tofauti na jamii, kulingana na hadidho ujihisi wakosa hii. Man of